Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright bana, we back again ebana, leo kwenye TMTV tuna stori hii nyingine ya moto ambayo ni ya kutetemesha, niweze kusema tu hivyo kwa sababu Diamond hajatajwa kwenye Grammy 2026, lakini ameweza kuonyesha kwa vitendo kuwa yeye ni msanii wa dunia. Anaongoza kwenye kila digital platform ambayo unaifahamu anashika namba moja, na ameweka rekodi hii kubwa kabisa kwa Tanzania na Kenya, zaidi ya wiki 477 anakamata namba moja. Ebana, niambie hapo chini kwenye comment section kama unahisi huu ni ushindi zaidi ya tuzo. Utakuwa umeweza kutisha kila mwanao aanzai2 baki ni business baki ni story. Diamond Platnumz ni msanii namba moja ambaye anasikilizwa zaidi kwenye kila digital platform this time, kuanzia Spotify, Apple Music, Boomplay, Audiomack pamoja na YouTube. Na hii sio tu heshima Tanzania, naweza nikasema hii ni heshima ya Afrika Mashariki. Na kwenye YouTube Music basi Diamond anashikilia chart position kwa kila wiki mfululizo, wiki 477. Hii ni rekodi ya muda mrefu kabisa kwa kuwekwa Tanzania na Kenya na hii ni consistency ya ajabu. Yaani, hii ni ushahidi kuwa mashabiki hawajali kuhusu tuzo, ila wanajali burudani ya kweli. Tumeweza kuona ngoma zake ziko namba moja, namba mbili, namba tatu kwa muda mrefu, kitu ambacho kinavutia na kinatia moyo, au sio? Bwana, kila mtu alikuwa anaweza kumwongelea Diamond kwa namna tofauti baada ya kutokuweza kuwekwa kwenye listi wa ya wasanii ambao wanawania tuzo za Grammy kwa mwaka 2026. Kila mtu anaweza kushuhudia. Wengi Eddy Kenzo ametrend kina manoma. Wengi wanaweza kusema kwamba huyu jamaa anakuwa kimweka chini Diamond kwenye sehemu za kimataifa na vitu kama hivyo. Wengine walimfollow Mondi, na wengine wakabaki kuwa shabiki yake. Sasa, licha ya kwamba aliweza kuwasilisha ngoma yake kwa masava Grammy kwenye vipengele viwili kama Best Music Video, lakini pia Best Music Performance. Tuliweza kushuhudia hakutajwa kwenye listi ya mwisho. Mashabiki wengine walichukia, wengine walichukulia kama vile Diamond kaonewa lakini Diamond hakujibu kwa maneno, naweza nikasema alijibu kwa vitendo, kwa sababu kupitia Instagram yake niliweza kuona ameshare post ya The Weeknd ambaye yeye hakutajwa Grammy, licha ya kwamba tunajua The Weeknd ana mafanikio makubwa na albamu yake ambayo aliweza kuitoa recently ilikadi namba moja. Kwa hiyo alishia ujumbe wa wazi wa The Weeknd, ambao alikuwa anasema, sometimes the system does not reflect the culture but the culture always wins anamaanisha sistem inaweza isirespekti ama isiheshimu utamaduni, lakini siku zote utamaduni unaenda kushinda. Kwa hiyo Diamond kwa kuweza kushia hizi achievement zake kwamba amekuwa namba moja kwenye platform mbalimbali ni kama kweli ameweza kushinda na anastahili, kwa sababu imagine anaongoza Tanzania na Kenya, lakini Eddy Kenzo ukapewa nafasi ajapewa nafasi, unaweza ukajiongeza tu, sio bana. Mashabiki wengi by the way wameweza kufurahi kuweza kuona Diamond anaweza kuonekana na ngara licha ya kwamba watu wanajaribu kuweza kumweka chini, na mashabiki wengi wamefurahi kwenye wakimpongeza Diamond kwa mafanikio yake haya ya kweli. Wengine wanasema Grammy sio kipimo cha ubora bali ni platform ya exposure na Diamond tayari hiyo exposure yuko nayo. Tumeweza kuona tu juzi hapa katoka kuperform Dubai na Davido kama special guest wa kwanza. Davido anamuita mfalme, so unaweza kugundua kabisa huyu jamaa ana respect kwa namna moja ya nyingine, au sio bwana? Kifupi tu niweze kusema hivi, kabla ya kushare baadhi ya comment za watu wengine, hii inatoa ni kwa wasanii wote wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, hili ni somo kubwa sana kwao, kwa sababu mafanikio yanaonekana wazi, hayaji kwa kutegemea tuzo, bali kwa kufanya kazi Consistency, lakini pia connection na mashabiki ndo cha muhimu sana. Kwa hiyo, Damu anaonyesha wazi kuwa anaweza kuachwa kwenye listi, lakini bado akawa kwenye mioyo ya watu na hicho ndo cha msingi sana, au sio bwana? Unaweza usiito kwenye listi, lakini wewe watukwa kukubali nini, kuendelea kuwaka na vitu kama hivyo, so tuache comment yako hapo chini kwenye comment section. Je, unahisi Damu alistahili kuweza kuwepo kwenye Grammy nomination au unadhani ni platform gani ambayo Damu anazidi na kungara zaidi, ama wewe unamsikiza Damu kwenye platform gani kinoma noma? Taja ngoma ya Damu ambao unaikubali zaidi, za utakumeza za kutisha. hasa comments ni nyingi sana nitashukua tuna baadhi, nimeshuka chini kwenye comment section. Kuna huyu ambaye anasema hii ndio ile inaitwa usimpenda kaja. Huyu mwingine anasema kwani wakenya wana shida gani, wasanii wao mbona tuwaoni noma sana. Lakini pia huyu mwingine hapa anamaliza naye, anasema nilikuwa nime-unfollow Mondi, ila kila nikikaa nasikia kitu kinanambia, haujui simba la masimba Dangote <laughs> Bana noma sana dam, anazidi na kuwakilisha taifa letu vizuri, lakini pia East Africa kwa ujumla. So shout out kwake, gonga like kwenye video, sau kusubscribe kama bado. Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Lakini pia kama ulipitwa na story ya uh... Baba Levo msanii wa bongo flava, aliyewahi kuiteka Helen kwa kauli zake kali na vichekesho, sasa hivi anaandika historia mpya kabisa. Anaonekana kwa mara ya kwanza ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kama mbunge wa Kigoma mjini ya bwana. Video yake ya kwanza akiwa bungeni imewachekesha wasanii, wananchi na mashabiki wake kwa staili yake ya kipekee. Tunajua jamaa la staili yake, mtu fulani ambaye ajui kujivunga, yani sio bwana. Kwa hiyo leo hapa TMTV tunakuletea uchambuzi kamili wa tukio hili la kihistoria, karibu sana TMTV. Make sure umesubscribe kama bado, na leo tunazungumzia video ambayo Baba Levo ameposti kwa mara ya kwanza akiwa ndani ya bunge, sio kama msanii bali kama mbunge wa Kigoma Mjini. Watu wamecheka sana, wengine wamefurahi, wengine wamebaki midomo wazi. Je, yeah, Baba Levo ameanza kazi au ameanza ameanza show mpya ya kisiasa nini? Komenti yako hapo chini bila kwenye comment section, tuze kuona wangapi wanawazani nini. By the way, mimi mwenyewe nimefurahi kuweza kumuona Baba Levo, ajivungi noma sana eh bwana. Kupitia video hiyo aliyoposti kwenye Instagram yake, Baba Levo ameonekana akiwa na tabasamu sana, lakini ngoja uishuhudie tena <laughs> Talimba. Samahani, umesema wanaweza wasiwepo wote <tipos> watatu, maana kwenye orodha wametupa watu watano. Bitia video ambayo ameposti kwenye Instagram, Babaleo ameonekana akiwa amekaa kwenye kiti cha bunge, lakini pia amekula vazi lake zuri kabisa la kanzu eh, alafu akawa akawa anamita mzee Tarimba, na kwa na kwa kwa mbali anachukua video video, kuona kuona ana furaha yeye mwenyewe anatabasamu, anatabasamu mwishoni, mwishoni inaonekana kabisa wazi ofisini, kitu ambacho kimeweza kuachekesha mashabiki wasanii wasanii wengi, ni ni kama vile tabasamu la mwishoni ambalo amelionyesha kwenye video eh, bana noma sana sana, comments zimekuwa nyingi sana, wasanii mbalimbali mbali zao i baadhi, lakini pia na comments za wadau mbalimbali nimeweza kuona antezeke anasema pua sasa, lakini pia nimeweza kuona rushana anasema behave kama mbunge basi, hapo una behave kama mjaku noma sana, lakini pia ire anasema yani, wenzio wakilala wanalo, noma sana rivan, nimeweza kuona ameacha comment hapa, anacheka kinoma noma. Jinako naye anacheka kinoma noma, anasema da. MC Garabia anasema kweli mtu sio nyao. <laughs> Angela TZ anacheka, nimeweza kuona zungu naye anacheka kinoma na wale watu mbalimbali wameweza kuacha komenti zao, akitabasamu na kufurahi kutokana na kile Babaleo ambacho ameweza kushare, au sio, bwana? Kwa hiyo nimeweza kuona watu wengi wamefurahi sana, lakini kiuhalisia, tuseme tu, kwa mimi personal, ninachoweza kuona sasa hivi baba levo ni mbunge. Kwa hiyo kama mbunge atakumbana na changamoto za kisiasa, kisheria na maendeleo pia, lakini staili yake ya kuwasiliana inaweza ikawa ni kama silaha ya kuunganisha vijana na serikali. Sijui kwa upande wenu nyie, mnaonaje? Hem, tuachie komenti zenu hapo chini dablo, tuweze kuona wangapi wanawazani. Baadaye wananchi wa Kigoma wanasema wanajivunia kumwona baba levo ndani ya bunge. Wengine wanasema huyu ni mtu wetu anatufahamu na wasanii wanasema hii ni nafasi ya muziki kuweza kuwasilishwa kisiasa. Ebana, tuachie komenti yako hapo chini kwenye comment section. Unadhani baba levo atabadilisha siasa kwa staili yake ya mtaa? Nini kauli yako kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea? Usahau ku like video hii, ku share na mashabiki wengine wote wa muziki na siasa, subscribe sasa hivi. Temu TV tunakuwa tunakuletea uchambuzi wa mastaa, viongozi na vibe zote kali ambazo zina trendi kila wiki. Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni TemuTV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. asante sana.